Ndugu zangu, pia nizungumzie masuala ya miundombinu ambapo mkoa wetu huu wa Rukwa umepata maendeleo kwa upande wa miundombinu ya barabara. Nilipokuja mwaka jana, nilizindua barabara ya Sumbawanga Matai, Kasanga yenye urefu wa kilomita mia moja na saba ambayo ni kiungo kati ya mkoa huu wa Rukwa na mikoa ya Katavi, Songwe, Tabora na pia majirani zetu wa Zambia jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Rwanda. Kitupa ridhaa kitu chagua, tumejipanga. Miongoni mwa barabara ambazo tutazifanyia kazi ni barabara inayotoka kwa comrade pida, Kibaoni, Majimoto, Muze, Kiliamatundu. Hii barabara nataka niwaambie kwamba hii ni barabara nitakayoisimamia kwa nguvu zote. Nilipokuja kampeni nilipangwa kwenda Muze. Uh, mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyekuwepo kwa wakati ule akanisihi sana, mama usiende Muze kwa barabara. Nikamwambia kwa nini, akasema hakuko vizuri hata kidogo, sitaki mgombea mweza ende huko limfike la kumfika halafu nije kulaumiwa. Kwa imebidi niruke kwa helikopta kwenda Muze, lakini ujumbe wangu wote hawa wengine wote walikwenda kwa barabara kurudi kila mtu jasho linamkatika hivi, nawambia niambieni vipi? Anasema m, hatari tupu. Na kwa bahati mbaya, wakati wanapandisha mlima gari moja ikarudi ikawa inarudi sasa kwenda kugonga zingine, wakawahi kuipangia mawe. Kwa hiyo yale yaliyotokea wakati ule sitaki yatokee tena. Kwa barabara hii nitaisimamia kwa nguvu kubwa, tuhakikishe watu wanashuka kule Muze wakiwa na uhakika wa safari. Rukwa, oye! Sisem oye! Lakini barabara nyingine tutakayoisimamia ni Matai Kasesia, ambayo ni kilomita hamsini. Sambamba na hilo, tutajenga stendi ya mabasi ya Laela katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, stendi kubwa ya mabasi.